Vile okay. Mnajua ni Gaucho mwanasoja wa Raila Muludinga. In fact, ni disciples, ni mwana mmoja wa disciple wa Raila Odinga. Nataka kusema ya kwamba eh, hii message iende Peter Salasya ya kwamba Peter Salasya, wacha kuharibu jina ya wajaluo ya kwamba hao ndio wamekupiga kwa mpira na unajua vizuri ulikuja ukivuta bangi, na pale ilikuwa na watoto, ulikuwa unakula kokeni na, na pale ilikuwa na watoto kumekitwast. Ulikuja kwa mpira bila kulipa tiketi na hii tiketi inalipwa ina, hii watu wanalipa mpira ili isupport kochi ya Harambee isupport wachezaji isupport wale wamesimamia mpira wa Harambee Stars na wewe mwenyewe ni mbunge ambao unafaa uonyeshe mfano mzuri. Haufai kukuja na bangi ukivuta mbele ya watoto, ufai kukuja kuvuta bangi mbele ya wale walikuwa pale, kwa wale walitoka nje Gabon wakiona ya kwamba honorable anavuta bangi mbele ya watoto. Hii ni nchi gani? Na ku security ya mpira kukuuliza ticket, ukaanza kutupia ngumi vile umezoea kupigana na baraza uko nyumbani kupigana na na, na wale wabunge huko nyumbani kukimbizana na watu kwa mahindi kwa matanga huko nyumbani, ukafikiri hapa pia ni ushago. So mimi nataka kuambia wakenya y kwamba ongeni Salasya akienda kwa mali watu wako awache kuvuta bangi ya dharani. akienda mali watu wako asi, asiende bila kufuata zile sheria ambayo inatakikana kwa hiyo area. Unaona? Ya pili, mimi nataka kuambia Peter Salasya. Peter Salasya, kama patilida wako atusingi Raila yujini wa malwa sasa, wewe na natembea mutatoboa kutusi kuweza na Narailo Dinga? Enda usome historia ya Wamalwa kijana, baba ya Wamalwa huyu mdogo kama hindi alilemewa na Railo Dinga. Wewe utatoboa kutusi Raila? Raila ni siprit wajiluwa nasema rauli, Raila ni juogi, that's why nimekuambia watu wote, mtu yote anaweza leta shida, anaweza fanya madharau yoyote But wawezi fanyia mtu anaitwa Raila Odinga madharau. Wawezi fanyia mtu anaitwa Mama Ida madharau. Raila Odinga si lazima yeye aambie mtu au kitusi Raila Odinga, hiyo umemess. Saa hii mtu anacheza na jina Raila Odinga na una fix na jina la William Samoei Ruto. Wewe hiyo ni shida yako. Unaona? Ku make it worse, unatusi Raila Odinga ukivuta bangi, na Raila Odinga ni Mkristo. Raila ni mtu alipata batisimu. Raila ni mtu aliokoka na nataka good example kwa young generation ambayo inakuja, na inanyesha bad leadership kwa wale vijana ambao wanataka viti. So mimi nasema ya kwamba wale hata wakumpiga wale msalamia, ikumama alikuwa anauza ndizi, alimwaga ndizi yake, ndiye alimtubia ndao, kama wa Kenya mliona ndao ile alitupiwa. Huyo ni mama ambaye alikuwa anauza ndizi; pia alikuwa anataka kukula ndizi yake bure. Juu alivuta bangi na alikuwa na njaa. Mimi nataka nikwambie, Salasya, utapoteza hiyo kiti yako ukiendelea vile unaendelea. Enda ulize wamalu wa kijana the late, enda ulize wa kina vifoliwakoli, enda ulize Muskari Kombo, enda ulize Mungatana, enda ulize as... nani, enda ulize Najib Balala, enda ulize Umingo Magara, enda ulize Evans Kidero, enda ulize watu wasames na mtu anaitwa Raila Amolo Odinga Baba Rosemary Baba Winnie, baba the late Fidel ambao baada ya kokoro yetu baba Junior huyo, wachana na yeye kabisa. Na mimi nasema ya kwamba hiyo e, kitu imekufanikia ni ajali ya kukosa kuheshimu wazee na kukosa kufuata kananu ya mpira na zile sheria ya mpira. So ndugu yangu, next time kuwa rada, kwa sababu usipokuwa rada hao watu watabeba sirori yako utembee uchi. So wacha mambo mingi. Raila Odinga e, sio baraza Raila Odinga sio sio na nani, sio sio kanuale. Raila Odinga sio hao wangine. Raila ni national leader ambaye anaheshimiwa Afrika na ulimwengu mzima. wewe ni nani? Wewe ni nani Salasya? iko vijana wanavuta bangi kuliko wewe na onyeshi, iko vijana wanakunywa kuliko wewe na onyeshi. Relax, wacha enda polepole, pole kijana mwenzetu, enda polepole, wachana na Rudinga. Tusi mimi tusi mbunge yote unaweza tusi, hata hata TJ Kajwang' unaweza tusi, Oloch unaweza tusi, nani unaweza tusi, mtu yote, but Rudinga tutampe heshima yake, atapewa na nguvu na uh, ukikataa kumpea na polepole tuta make sure umempea heshima yake ya yeah. Mungu azidi kwa kuweka hizo dawa isikutibu haraka. Amen.